Karibu Trust Media. Mimi naitwa Mosco. Uh, ni mtayarishaji wa muziki, pia ni, ni manager ya wa wasanii wa muziki. Uh, pia ni mmiliki wa studio ya New Way Music. Leo kuna mambo kadhaa ambayo ningependa tu kushare na wasanii, wasanii wote tu, wasanii wa nyimbo zote, wasanii wanaimba muziki ya Injili, wanaimba muziki ya kawaida, wasanii wote tu sababu kumekuwa na changamoto kubwa sana juu ya wasanii namna gani wanaweza ku, uh, ku, kufikisha mziki wao katika levo fulani, wenyewe wanasema we, we kutoka kwao. Kuna mambo kadhaa ambayo tayapitia hapa, ambayo kuna moja au nyingine inaweza kawa ni kikwazo au no. Wow, ni wao kutokujua kwamba ataka afate njia gani. Kwahiyo tunashea mawazo tunashea ideas mwisho wa siku utadondoka kwenye comment hapo chini, kama kuna point ambayo ulipenda niweze kuirudia au kuweza kuifafanua kwa undani zaidi, mimi nipo tayari. Cha muhimu tu endelea kusubscribe channel yetu, episode nyingine pia uweze kutufuatilia. Kwa hiyo ile ile kwamba usiachwe na hivi vipindi, maana wewe msanii, manager msanii na kuhusu sana twende moja. Wasanii wengi wamekuwa mm, wanapata changamoto, wanataka kujulikana mwene, na kujenga fanbase, kupata mashabiki, lakini hawajui uh, waanzie vipi. Sasa hapa nitakupa njia kadhaa ambazo unaweza kuzifuata, lakini muomba sikugaranti wewe kwamba hizi nje kuzifata kwa usahihi ni asilimia mia moja kwamba uta, uta, utafanikiwa uh, wakati mwingine ni bidii zako pia binafsi, wakati mwingine pia uh, ni jinsi gani unazi apply au unazitumia hizi njia kuweza kufikia malengo yako. Kwa hiyo sio kwamba tu utafuata hivyo, lakini at least ukiweza kustiki kwenye hizi njia utafikia sehemu fulani. Umeona? kwanza kabisa ni kuandaa mziki wenye ubora kuandaa mziki wenye ubora. Hii imekuwa changamoto kubwa sana, kwa sababu uh, wasanii wengi wa mziki hapana, uh, underground. Sasa nitawagusa undergrounds, ambao ndo wanajitafuta, wengi wao wamekuwa uh, kazi zinakuwa zina ubora ambao unatakiwa sokoni. Haimaanishi kwamba labda kazi ni mbaya no, ila kuna ubora maana ambao kuna, kuna Yeah, boabe, japo kuna ambao wamefanikiwa kutoboa kwa kazi zao ambazo ni za kawaida, lakini kwa sasa hivi game ilivyokuwa na competition, lazima ufanye kazi ambayo ina ubora ambao, kwa sababu unaweza ukafanya kazi nzuri, melody nzuri, mziki benga ni kali, lakini mtu tu akatafuta sababu ndio asema, ah lakini sound yake iko chini, au mziki wake ah, labda una distortion, au mziki wake hauna reverb au, au, au reverb imezidi, reverb ni mwangu au mwangu umezidi kwenye, kwenye, kwenye, sauti, kwa sababu mwisho wa siku ikawa mba ni sababu to ya wewe kukwamisha usiweze kufanyaje kufika sehemu fulani. Kwa hiyo kubwa kabisa, andaa mziki kwenye ubora, studio nzuri, mixing iwe nzuri, umeona? Mixing iwe nzuri, umeona? Sababu bahati nzuri au bahati mbaya, sisi uh, most of underground artist wana hawezi kuafodi studio kubwa kufanya mziki, unakuta ni studio za mtaani hizi ambazo za kawaida tu, kwa mtu anafanya kazi yake nzuri sana lakini mwisho wa siku ikienda sehemu inashindwa kufika au kufanya vizuri, sababu ya ubora unakuwa hauakisi mahitaji ya soko. Kujifunza kuandika, uandishi ambao unaishi, uandishi ambao unaweza ukasikilizwa leo baada ya miaka mingine tena hata ishirini, hamsini Kusikiliza. Sababu, kwa mfano, watu kama kina Bob Marley, kina Michael Jackson, kina, uh, kina Mr. kina BIG, kina Jay-Z, umeona wana mambo yao makali sana ambayo sisi bado tumesikia mpaka sasa hivi, ukisikia bado ni, ni benga ni makali. Umeona, umeona kuna wasanii wengine kama hapa nyumbani kuna Professor Jay, kuna Lady JD, umeona ambapo mpaka leo kwa mazao kuzisikiliza ni goma ambazo zinakuwa zinafanya vizuri sana mpaka sasa hivi, goma na zamani ambazo hizo pengine baadhi yenu, lakini mpaka sasa hivi ni kwa makali kwa sababu uandishi ulizingatiwa, uh, flow ilikuwa ni nzuri, umeona creativity kwenye kufanya kwenye arrangement ya wimbo ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo maana mpaka sasa hivi unakuta kwamba zinafanya hizo zi, mtu akisikia zinamwamshia mizuka umeona. Kwa hiyo uh, kikubwa kabisa hii hapa, bado tupo kwenye hiyo point ambayo tunazungumzia swala la ubora. Kwa hiyo bwana, kitu ambacho kinavutia mtu kusikia kitu kuanzia, kuanzia, uh, beat, mixing, mastering uandishi flow, eza ku master vyote hio, tayari unakuwa ni msanii ambaye full package kwa upande huo. Cha pili, branding kwa na utambulisho wako kwamba useme kwamba urudie au ufanye style lakini kuna identity fulani ipo. Kwa mfano tu mfano, uh, kwa wasanii wetu hapa nyumbani, kwa mfano mtu kama Jedi ana utambulisho wake tu, hata kwa majidi ukisikia sehemu tu unajua, yani unajua huyu ni yeye. Lakini maanishi kwamba anaimba vile vile, no. Lakini kuna ad, yani anatambulisha waina ya muziki wake ambao anaufanya ambao una ubunifu ndani yake, ubunifu ambao kuchoshi kusikiliza. Sielewa. Kwa mfano nakumbuka kuna ngoma fulani ambayo alifanya darasa na na Ben Pol inaitwa Maisha na Muziki. Ile ngoma ilifanya vizuri sana kwa sababu uh, sio kwamba ilikuwa ni ngoma uh, sijui nisemaje, lakini ilikuwa ni ngoma kali, lakini kikubwa zaidi ilikuwa na utofauti fulani kwenye kwenye midundo mona kwa sababu alitumia uh, ali sample tuseme alitumia a, alika fusion ya ngoma fana ya, ya sedakarulda kuchambua kama chambua kama karanga I think. Kwa hiyo asele, asele ngoma ikawa kwa, kwa, kwa, kwa generation ya like, kipindicho ambayo pengine walikuwa hawamjui Saida na ambao walikuwa wanamjua pia, usikia tuule nyimbo Unajua, uh, uh, ni Darasa, afu ni mwanaipo hapo amekuja na hii kama inaanza hivi. Kwa hiyo tayari ikatengeneza cheche, watu wakasema ya tu, ngoma ikaenda viral, ika, ika cross borders. Kwanza hapo Darasa ambaye kipindi cha nyuma alikuwa na rap, anafanya fresh, lakini alikuwa tu watu wanamchukulia kawaida. Lakini sasa baada ya kufanya ile pale na baada hapo akaendelea kufanya creativity nyingine. Kwa hiyo aligundua kwamba okay, siri ni hapo kwamba creativity kwenye muziki ina matter, kwa hiyo Darasa alitumia ile creativity akapata utambulisho wake. Sasa yeye ndo anapiga mitindo fulani ambayo mpaka sasa hivi darasa analitetea kabisa. Darasa mbona unakuta kuna mtu mwingine anaanza kumwambia ah, ngoma akika fulani hapa itafanya fresh, kwa sababu ule mtu ana kitu fulani ambacho ni cha tofauti na watu wengine. Maana sema huyu akaya kwenye ngoma atafanya fresh. Kwa hiyo ni husiana na kujenga utambulisho wako, kujenga brand ambayo ni fulani, sawa. Kingine pia katika kujenga brand pia unatakiwa uwe na um, uh, jina. Kwa hiyo uh, katika kuchagua majina, unajua kuna honestly most of underground artist wengine wakuta na majina ambayo siwezi ku-mention sababu sitaki kuingia kwenye, uh, kwenye nini kwenye mgogoro au, au chuki na wasanii underground so, au wengine. Most of them unakuta majina ajakaa kibiashara ota mtu anahitaji jina fine ambalo kiwalitia kabisa, hata kama ni kampuni au ni manager anataka kusupport jina kile. Mbali na jina kitu ni lakini jina anafanya sababu ashiria ambacho cha kugopesha au uh, jina ambalo alijakaa kibiashara. Kwa hiyo katika kuchagua majina tutumie majina ambayo yanakuwa ni simple, na ni jina ambalo linakuwa kweli limekaa kiartist, limekaa kisanii wana yeah, so watu kwa saini, sa mpone majina yao ya asili ambayo ni mazuri, ambayo yana sound very unique. Kingine katika branding, the way you dress, jinsi unapovaa mwonekano wako, kuanzia kwenye kuvaa, kuanzia kwenye kuongea, kuanzia kwenye saiko ya watu wanaokuzunguka yani

watu ambao wanaweza kwa kumotivate watu ambao ukienda sehemu au maenda umanda, tukio watakusapoti kwa asilimia mia moja uh, Kingine ambacho ige uh, namba tatu.